Katika historia ya mataifa duniani, majina ya nchi yana umuhimu mkubwa katika kuonesha utambulisho, urithi na mshikamano wa jamii katika taifa. Tanzania ni moja ya nchi chache ambazo jina lake lilitokana na mchango mkubwa wa raia wa kawaida ambaye alitunga bila kutegemea kuwa jina hilo lingekuwa ndio jina la nchi ya Tanzania. Kama tujuavyo katika historia, Tanzania ni muungano wa nchi mbili ya Tanganyika na Zanzibar. Muungano huu ulifanyika tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Baada ya nchi hizo kuungana zilijulikana kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kutokana na jina hilo kuonekana kuwa kubwa sana, uongozi wa juu serikalini wakatoa nafasi kwa wananchi kutunga jina la taifa hilo. Katika kipindi chetu cha historia yake leo hii nazungumzia historia ya mtu aliyetoa jina la Tanzania na kupitishwa rasmi ni kuwa ndiyo jina la nchi yetu mpaka sasa. Hapa namzungumzia Bwana Mohamed Iqbal Dar. Mohamed Iqbal Dar alizaliwa tarehe 8 Agosti mwaka 1944 katika mji wa Tanga. Alikuwa mtoto wa Dr. Tufail Ahmad Dar ambaye alikuwa daktari mashuhuri aliyefanya kazi katika mkoa wa Tanga na baadaye kuhamia Morogoro na kufanya kazi katika mkoa huo kwa miaka 33. Mohamed Iqbal anasema babu yake alizaliwa nchini Pakistan na alikuja Tanganyika kufanya kazi katika shirika la leri. Mohamed Iqbal alipata elimu yake ya awali alipokuwa nchini Pakistani na mnamo mwaka19 na alirudi Tanzania kuendelea na elimu ya msingi katika sukuli ya Khan ambayo ni mmoja ya sukuli bora wakati huo, na baadaye alijiunga na skuli ya sekondari ya Mzumbe mwaka 1961 kwa masomo ya olevo na elevo. Sukuli zote hizo zipo mkoani Morogoro. Kutokana na malezi yake katika familia yenye elimu na maadili, Mohamed Iqbal alihamasika kuwa mtu mwenye fikra pevu na mchango katika jamii. Siku moja alipokuwa maktaba akijisomea, aliona nakala katika ukurasa mmoja ya gazeti la Tanganyika Standard, gazeti ambalo baadaye liliitwa Daily News nakala ambayo iliwataka wananchi kupendekeza jina jipya la taifa badala ya lile la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tangazo hilo lilikuwa sehemu ya juhudi za serikali kutafuta jina ambalo lingewakilisha vyema umoja wa mataifa mawili ya Tanganyika na Zanzibar, badala ya kuwa na jina kubwa lenye maelezo mengi. Na katika nakala hiyo ilionyesha kuwa mshindi angepatiwa zawadi nono. Mohamed alivutiwa na nakala hiyo akaamua kujitosa katika kinyang'anyiro hicho na kutafuta jina ambalo lingetumika katika nchi. Alichukua kipande cha nakala hicho na kuanza kazi kutafuta jina la nchi. Katika mahojiano aliyofanya na Swahili Media Network mwaka 2023, alisema kwanza alianza kwa kuandika Bismillahirrahmanirrahim kisha akaandika neno Tanganyika. Baadaye akaandika neno Zanzibar, kisha akaandika jina lake la kati na baadaye akaandika madhehebu ya dini yake. Akiwa na ubunifu wa uzalendo, Mohamed alichanganya herufi tatu za kwanza za Tanganyika, yani Tan, na Zanzibar, yani Zan. Aliongeza herufi kutoka kwenye jina lake Iqbal, kisha aliongeza herufi A kuwakilisha uhusiano wake na madhehebu ya Ahmadiyya Muslim baada ya kuunganisha herufi zote hizo jina la Tanzania likatokea. Baada ya kukamilisha kazi hiyo, akatuma kazi yake katika wizara ya habari na utalii abamraaotanganika Zanzibar.

Baada ya mwezi mmoja kupita, baba yake mzazi Iqbal alipokea barua kutoka serikalini. Anasema baba yake alikuwa ni mtu mwenye msimamo, hivyo barua imekuja na ina jina la mwanawe, itabidi afungue ili ajue ni ya nini, kwani alifikiri ni barua ya kimapenzi. Baada ya baba yake kujua kuwa ni barua ya kumjulisha kuwa amechaguliwa kuwa mshindi wa kutoa jina la taifa

government. Kutokana na kufanikiwa kwake kuwa mshindi wa kutafuta jina la nchi, Mohamed Iqbal alizawadiwa shilingi 200 za Kitanzania, ngao na medali kwa kazi yake hiyo ya kutoa jina ambalo litakuwa rasmi la jina la taifa. Zawadi hizo alikabidhiwa na waziri wa habari bwana Idris Abdul Wakil Nombe. Kuna zawadi yoyote ulipewa kwa kutoa jina? Yes. Yeah, nilipewa 200 shilling and and a a a shield shield and there was a medal on the shield. Okay. Any Any other other thing thing labda certificate? certificate Hmm? Any other thing you've been awarded like a certificate or anything

ambako aliendelea na maisha yake ya kitaaluma na kikazi. Pamoja na kuwa alikuwa akiishi nje ya Tanzania, hakuwahi kusahau asili yake ya Tanzania. Alikuwa akitembelea Tanzania mara kwa mara na kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kijamii na misaada ya kibinadamu. Muhammad Iqbal alijitolea kusaidia jamii bila kujali tofauti za dini rangi au kabila. Mchango wake ulijikita zaidi katika masuala ya elimu na huduma za afya kwa watu wa kipato cha chini. Hii ilionyesha uzalendo wake wa dhati kwa nchi yake hata baada ya kuishi nje ya mipaka yake. Muhammad pia alikuwa mshiriki hai wa Jalsa Salana, kongamano la kila mwaka la Ahmadiyya Muslim ambalo hufanyika nchini Tanzania. Ushiriki wake katika hafla hii uliendelea kuimarisha uhusiano wake na nchi yake ya asili pamoja na kuhamasisha mshikamano wa kijamii. Mchango wa Mohamed Iqbal katika kubuni jina la Tanzania haukuwa tu swala la kihistoria, bali pia ilikuwa na athari kubwa kwa maendeleo ya taifa. Jina hilo limekuwa sehemu ya utambulisho wa kila Mtanzania na linatumika katika nyanja zote za maisha, kuanzia elimu, siasa, utamaduni na michezo. Katika historia ya dunia si mara nyingi kukuta mtu binafsi kupata fursa kutoa jina ambalo linakuwa sehemu ya urithi wa kitaifa. Kwa Mohamed, hii ilikuwa heshima kubwa na uthibitisho wa mchango wa raia wa kawaida katika ujenzi wa taifa. Kupitia juhudi zake, jina la Tanzania libeba ndoto za matarajio ya kizazi cha zamani na kijacho. Pamoja na hayo yote, Mohamed Iqbal aliamini kuwa jina lake litastahili kupewa heshima kubwa na kuwa litatakiwa liwemo kwenye somo la historia nchini Tanzania. Mohamed amesikitishwa sana na wengi ambao wanaamini kuwa jina la Tanzania limetolewa na viongozi wa mwanzo wa kitaifa wa nchi, jambo ambalo alisema halikuwa sahihi na kumnyima fursa ya yeye kutambulika kitaifa kama ndiye aliyetoa jina la Tanzania. Kabla ya kupatwa na umauti, Bwana Mohamed Iqbal alikuwa anatamani kupata mwaliko wa rais wa sasa wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan hayo aliyasema katika mahojiano yake kati yake na mtangazaji wa Swahili Media Network mwezi Mei mwaka 2023. Uh, president. Not Okay. I think you've heard about the new president. It's w 223e anyway. yes,

Zaidi ya hayo, mchango wake unapaswa kutambulika rasmi na kuenziwa kwa vizazi vijavyo. Kufundisha chanzo na historia ya jina la Tanzania ilivyopatikanwa maskulini ingelikuwa ni njia moja muhimu ya kuhakikisha kuwa mchango wa Mohamed Iqbal haupotei na kwamba vijana wa taifa wangejifunza kuhusu mchango wa watu waliotangulia. Mnamo mwaka 2004, mtunzi na mwandishi wa vitabu bwana Mahmud Hamsini Mubiru alichapisha kitabu kinachoitwa nani alibuni jina la Tanzania, kitabu ambacho kimeanza kuelezea maisha ya Tanganyika kabla ya uhuru, maisha ya Zanzibar kabla ya mapinduzi na mpaka kufikia jinsi jina la Tanzania lilivyopatikana. Jina Tanzania linaendelea kuwa alama ya mshikamano, utaifa na maendeleo, likiwakilisha ndoto ya taifa lenye umoja. Kwa mchango wake wa kipekee, jina la Mohamed Iqbal limejikita milele katika historia ya Tanzania, na jina lake litaendelea kuishi kupitia taifa alilosaidia kulitambulisha. Mohamed Iqbal amefariki siku ya Jumanne tarehe nne Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano nyumbani kwake jijini Birmingham nchini Uingereza. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala amjalie awe mmoja kati ya waja wema peponi amin. Ili kuendelea zaidi kupata habari zetu na matukio mbalimbali ya kijamii, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Swahili Media Network, comment, like na share. mimi Mwatim.